Mimi naitwa Hezekia Dibogo Wenje, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema kule kanda ya Ziwa Victoria. Sasa nilikunjishwa sana ngumi huko, nikagundua ni uenda wazimu unapoambiwa ukunje ngumi na kuna mtu unayepigana naye. Kwa hiyo niko hapa, ndugu zangu, katika nchi yetu kuna baadhi ya watu wanaowaamini au wanafikiri kwamba mtu akiwa upinzani ndio anasema ukweli, kwamba mtu akiwa mpinzani ndio anakuwa na akili, kwamba mtu akiwa mpinzani anakuwa mdogo wake na malaika. Mimi nawaambieni wapinzani wa nchi yetu ni watu ambao wanajihesabia haki sana, wao wanaamini kwamba wao ndio wana akili. Mimi nawaambia huko kuna majizi wengi tu, sisim oe na wajua, mtu ambaye yuko pinzani anaweza akaja hapa hapa Ilala sasa hivi akakusokota vizuri sana, mpaka na wewe akakuaminisha kwamba duniani kote Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya ajira wakakuaminisha kwamba Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya maji, afya na elimu, ambayo ni uongo kabisa. Iko hivi, duniani kote hakuna nchi hata moja ambayo imepata maendeleo yenye kikomo, kwamba sasa wao wameendelea, wamefika kikomo. Hakuna hata moja na maendeleo. Maendeleo hayaji kama uyoga maendeleo yanapangwa yanakuja step step by step, mdogo mdogo, siimo. Leo Marekani ina miaka mia mbili na hamsini ya uhuru. Kila uchaguzi ukifika, swala la ajira kwa wananchi inakuwa kubwa, kwa sababu ni tatizo hata kwao bado. Kwenye uchaguzi ukifika, sera kubwa wanayonadi ni sera ya bima ya afya, kwamba serikali inayokuja itasaidia wananchi kiasi gani wapate bima ya afya. Kwa hizi changamoto sio, sio unique kwa Tanzania tu, matatizo haya yapo kwenye kila nchi hapa duniani. Sasa faraja kubwa nilionayo leo, na ndio maana huko mnyuma nilisema na nilisema kwamba naomba niazime, kuna neno jamaa mmoja mtu wa Odero nikasema ni azime kwake kwa muda ana usemu inasema, mbele kuna mwanga. Nimeenda nime, nime kwenye ziara na mheshimiwa rais kwenye baadhi ya mkoa, kila sehemu tulipoenda kuna kazi kubwa imefanyika, uwekezaji moja kwa moja unaogusa maisha ya Watanzania. Sasa leo leo, kwa mfano, kwa mfano mwaka elfu mbili na moja Kenya ilikuwa nazalisha umeme mwingi kuliko Tanzania. Toka daktari ameingia Ikulu, uzalishaji wa umeme kwenye nchi yetu umeongezeka kwa, kwa, kwa zaidi ya asilimia mia moja na hamsini. Sasa anapokuja mwekezaji, kuna hao watu wanaitwa foreign direct investment, wanapokuja wekezaji wa kigeni nchi, moja ya sababu vivutio vinavyovutia wekezaji ni kwenye nchi ambayo uzalishaji wa umeme upo mwingi na umeme pia ni wa gharama nafuu. Na kwa uwekezaji unaofanyika kwenye umeme, mbele kuna mwanga, na ndio maana ilani ya CCM inasema elfu mbili na ishirini na tano, elfu mbili na thelathini wanaenda kutengeneza ajira zaidi ya milioni nane kwa vijana wa Tanzania. Ndio maana nawaambieni bila shaka yoyote kwamba chini ya Dr Samia mbele kuna mwanga. CCM oye! Sasa ndugu zangu, nchi hii leo watu wanaongelea masuala ya demokrasia. Mimi na leo kwa mara ya kwanza nafurahi niko hapa na ndugu yangu Pita Msigwa, tulikuwa naye CHADEMA. Pita na mimi wote tulikuwa wajumbe wa kamati kuu naye alikuwa mwenyekiti wa kanda wote tunajua. Baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, hapa nataka ni wajengee hoja wa Tanzania, mnielewe kwamba hivi demokrasia tunayozungumza ni ipi? Sasa iko hivi, elfu mbili na ishirini na moja rais Samia mwenyekiti wetu, mgombe wetu anaingia madarakani, nchi hii kulikuwa kuna mikutano ya hadhara ya vyama vyote yeye yeah, aliingia tukaanza kufanya mikutano ya hadhara nchi hii. Maandamano yalipigwa marufuku. Mwaka jana tumeandamana nchi nzima nikiwa CHADEMA. Hivi demokrasia ni nini? Sasa iko hivi, mwaka elfu mbili na ishirini ilipoisha, uko chama changu cha zamani tulikuwa na kesi mia nne na kumi na tisa kesi mbalimbali za wanachama na viongozi zote zilifutwa, kesi mia nne immediately na kumi na saba. Dr. Samia hoi. Hivi demokrasia ni nini? Sasa iko hivi, mwenyekiti wa chama cha wakunje ngumi yeye mwenyewe alikiri kwamba yeye mwenyewe binafsi alikuwa na kesi sita, zote zilifutwa. Dr. Samia hoi. Iko hivi, mimi huyu Wenje God bless Lema na mwenyekiti wa kunja ngumi Bwana Lisu, wote baada ya uchaguzi tulikimbia nchi hii, ni kwa sababu kwa sababu Dr. Samia alikubali kuzungumza na Chadema ndio maana mimi nilirudi, na ndio maana hata mwenyekiti wa kunja ngumi pia alirudi hapa Tanzania kwa sababu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Dokta, hivi nyie, hivi hii demokrasia mnataka sasa iweje? Iko hivi, sheria inasema hivi, kwenye bajeti ikiletwa, matumizi yanayobaki yanapelekwa hazina na yatarudishwa tena, kwa sababu huu mwaka wa fedha umeisha. Sisi baada ya uchaguzi, Msigu anajua tulikataa, tulinuna kuchukua ruzuku, tulikataa. Rais alipokuja tukazungumza naye, akachukua ruzuku ya miaka yote kwa hisani akatuletia tukanunua na jengo pale Mikucheni, makao makuu ya CHADEMA. Wanakula kiyoyozi pale sasa hivi pale, na mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa hiyo kamati ya kunua hilo jengo CCM. Sasa hii demokrasia tunayosema ambao tutapiga kelele kwamba nchi haina demokrasia ni demokrasia ipi, kama haya yote yamefanyika chini ya mheshimiwa rais akakubali, tukaenda mpaka kwenye maridhiano? Na mimi nawaambieni, iko hivi CCM. Jana nilisema na naomba nirudie, hakuna nchi hata moja duniani yenye mfumo ambao ni waterproof ya uchaguzi. Haipo Marekani, kuna malalamiko. Kenya walipata katiba mpya, nafikiri mwaka elfu mbili na kumi, wanaita the 2010 constitution ya Kenya, lakini katika kila uchaguzi Kenya baada ya uchaguzi kuna malalamiko makubwa sana. Si ni jirani, mnajua sasa ndio maana nilisema ni bahati mbaya sana kwamba watu wanafikiri, baadhi ya watu, kwamba wapinzani nchini ndio wanamiliki ukweli, ambao ni uongo mkubwa sana. Na ndio maana leo leo wakija kufanya mkutano hapa wata watawashawishi watu wa Ilala, watawashawishi watu wa Ilala muamini kwamba kuna serikali iliyozuia Chadema kushiriki uchaguzi ambao pia ni uongo, ambao pia ni uongo. Hii ngoma mimi nilikuwa huko ngoma ilikuwa nzito, sisi tukatoroka wenyewe, sawa sawa. Na ndio maana na ndiyo maana tuliandikiwa barua na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba twende tukasaini fomu ya maadili ambayo ni takwa la kisheria ili ushiriki uchaguzi. Sisi tulikimbia wenyewe, tunakubaliana. Sisi huko enzi hizo, nikiwa huko, tulikimbia wenyewe. Sasa huu uongo unaoenezwa kila kona kwamba serikali ya Tanzania serikali ya Tanzania imezuia chama cha upinzani Chadema kushiriki uchaguzi huu na, na, ni uongo mkubwa, uongo mchana kweupe. Hatukusaini fomu ya uchaguzi wenyewe, na sisi tulienda kwenye vikao vya chama baraza kuu mkutano mkuu tukakubaliana kwamba sisi hatushiriki uchaguzi, tulikubaliana wenyewe mwisho mwisho. Leo ngoja niwaambie siri, labda nyinyi mjui, baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya Chadema leo hao na wao wengine wanaowaambia si mara mkandamane mara ngengengenge, wengi wameshakimbia nchi hawapo. Au mnataka nitaje kwa majina? Wapo wameshasepa wengi, alafu wanakwambia hapa eti yeye kaandamane wewe. Hii nchi ni kubwa kuliko mtu, tunakubaliana leo. Kuna wajumbe wa kamati kuu ya CHADEMA hawapo nchini, wameshakula kona. Orodha ninayo, kesho tutawataja huko kwenye mkutano mwingine, hao ambao wameshakimbia. Wanakimbia alafu wanabaki kwenye mitandao ya wa kijamii, wanakuambia wewe ukaandamane. Naomba ni azime maneno ya Rais Kikwete, alisema akili ya kuambiwa changanya na akili ya kuambiwa changanya na. Asanteni sana, Mungu abariki CCM hoi. Naomba nimkaribishe ndugu